hamasisha wananchi kushirikiana na Takukuru katika kupambana na rushwa kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kuwa na utayari wa kutoa ushahidi mahakamani. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru kupitia program ya Takukuru Rafiki, mkuu wa dawati la elimu kwa umma Ibrahim Sadik, mkoani Kigoma, amesema katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025 Takukuru mkoani humo imefanikisha kutatua kero katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza katika kitongoji cha Myobonzia. Kero hiyo ilihusu kutofikishwa kwa nguzo za umeme katika kitongoji hicho kwa ajili ya kuunganishwa umeme katika makazi yao umeme katika kitongoji hicho na kupelekea wananchi kushindwa kupata huduma ya kuunganishiwa umeme katika makazi yao. Kero hii ingeachwa kwa muda mrefu bila kutafutiwa ufumbuzi, ingepelekea kuwepo kwa vitendo vya rushwa kwa watendaji ambao sio waadilifu. Mpaka kufikia kipindi hiki kitongoji hicho kimefikishiwa nguzo za umeme na wananchi wanaendelea na taratibu za uunganishaji umeme. Kero hiyo ya kuunganishwa kwa umeme katika makazi amesema, ingeachwa bila kutatuliwa kwa kipindi kirefu, ingepelekea kuwepo kwa vitendo vya rushwa kwa watendaji hao ambao sio waadilifu. Ni takriban kata ishirini na tatu na ujumla wa kero mia moja na kumi na saba zilizoibuliwa. Kati ya kero hizo, kero mia moja na kumi na moja zimetatuliwa na kero sita pekee zinaendelea kufuatiliwa kwa kuwa utatuzi wake unategemea bajeti ya serikali pamoja na taasisi zinazohusika. Akizungumza na waandishi wa habari amesema, TAKUKURU mkoani Kigoma itaendelea kuhamasisha watu kutoka katika maeneo tofauti ikiwemo kwenye taasisi za serikali na zisizo za kiserikali kupitia vyombo vya habari radio na television, pamoja na mikutano ya umma. Hii ni kuhakikisha kuwa wanazuia vitendo vyote vinavyoashiria kuwepo kwa rushwa yalifikiwa, ili kuweza kurekebisha mapungufu hayo ambayo yalibainika. Aidha, katika jukumu la uelimishaji umma, TAKUKURU mkoa wa Kigoma ilijikita katika kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa kwa kuwajengea uwezo wananchi wa kutambua viashiria vya rushwa na kutoa taarifa kwa wakati kupitia namba moja moja tatu. Katika kutekeleza hilo tumeweza kuwafikia jumla ya wananchi 30936, kati yao wanaume wakiwa 17525 na wanawake wakiwa 13411 Aidha, katika jukumu la uchunguzi na mashtaka katika kipindi tajwa cha Januari hadi Machi 2025, tumepokea jumla ya malalamiko 100. Malalamiko 61 kati ya hayo 100 hayakuhusu rushwa, hivyo walalamikaji walipewa ushauri, na malalamiko 39 ambayo yalihusu rushwa uchunguzi unaendelea katika hatua mbalimbali. Aidha mchanganuo wa malalamiko hayo. Akijibu swali la mwanahabari kuhusu kwa nini wakati wa uchaguzi kumekuwa na viashiria vya rushwa, amesema kwa sasa atakukuru amejipanga wa kuwafikia wanasiasa wote kutoka katika vyama mbalimbali mbali nchini ili kutoa elimu juu ya wote wanaojihusisha kutoa rushwa ili kufanikisha mambo yao. Hatua ambazo taasisi imejiandaa kwa mkoa wa Kigoma katika kipindi husika ni pamoja na uwepo wa utoaji elimu kwa wananchi kwa njia ya midahalo, kuendelea kutumia mikutano ya hadhara katika mitaa, vijiji pamoja na kata, kutumia vipindi vya redio na television kwa lengo la kuendelea kuelimisha umma ikiwa imejikita katika kutoa elimu zaidi kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Vile vilevile tutaendelea kuelimisha vijana kupitia klab za wapinga rushwa ili kuwajengea ujasiri wa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Elimu hii pia itaendelea kutolewa kwa wadau mbalimbali wakiwemo mbali mbali wa waumini wa dini, wafanya biashara, kamati za ujenzi wa miradi mbalimbali mbali, NGO, CBOs vikundi vya jasiriamali na watumishi wa sekta mbalimbali. Sambamba na hilo, tutawahamasisha wananchi kushirikiana na TAKUKURU katika kupambana na rushwa kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kuwa na utayari wa kutoa ushahidi mahakamani pale wanapotakiwa kufanya hivyo. Wito wetu kwa wananchi, kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma, anatanguliza kuwashukuru wananchi na wadau wote kwa ushirikiano mnaotupa katika shughuli zetu za kuzuia na kupambana na rushwa, na tunawaomba mwendelee na moyo huu.